Kupitia wizara ya ujenzi na serikali ya Japan zimesaini mkataba wa ujenzi wa barabara za juu maarufu kama flyover katika eneo la Tazara jijini Dar es Salaam. Mradi huo wa ujenzi wa barabara za juu utakagharimu pesa za kitanzania ya shilingi bilioni mia moja, utatekelezwa kwa miaka miwili kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la kimataifa la Japan JICA. Temeloge Kasuga ana taarifa kamili. Mkurugenzi mtendaji mkuu wa wakala wa barabara TANROADS Engineer Patrick Mfugale amesema mradi huo ulishindwa kufanikiwa kwa awamu ya kwanza kutokana na tenda kugharimu kiasi kikubwa cha fedha. Kwa hiyo tukaendelea na na, na tenda ingine. Sababu kubwa kwa nini makandarasi wakati ule hawakutaka kuja walisema, yeye nimepungua bei, kwa hiyo shilingi bilioni 3.127 ni ndogo Jaika wakaongeza fedha tena milioni mia tatu arobaini na sita kwa sababu fedha hiyo sasa ingekava inge, inge ile exchange rate ambayo makampuni yale walikuwa wanaogopa wana, wana, wana. Pamoja na hivyo tulivyoitisha tenda Septemba, wakandasi wale walileta bei kubwa sana kwa upande wake waziri wa ujenzi Dr. John Pombe Magufuli na balozi wa Japani nchini Tanzania y Masaki Okada wamesema watanzania watanufaika na mradi huo hususani kuondokana na changamoto ya foleni. Anasema hivi kwa sababu mradi huo wa flyover watu walisema haitawezekana. Tumekuwa tukizungumza kwamba miradi hii mikubwa kama flyover ambayo kosti yake ni bilioni 93 Ninaposema bilioni 93, maana yake ni gharama ya contractor pamoja na ya consultant, lakini serikali pia imeshachangia bilioni 8.6. Kwa hiyo mradi wote mzima ni bilioni 100. Huu mradi ni muhimu sana katika nchi yetu, ni muhimu kwa sababu utatoa mchango mkubwa sana katika kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wa ndio watumiaji wakubwa wa barabara wanazungumziaje mradi huo? Yale maeneo yote ambayo yashaendelea kufanya na upembuzi yaendelewe kufanywa ufanisi, ili iwezeze kujengwa barabara za flyover, manake nchi za wenzetu inayaona hivi vitu vipo. Kwa hiyo hilo swala, mimi naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano kuliona hilo, cha msingi liwekee msitizo ili liweze kufanikiwa ili tuweze kupunguza foleni ambayo ni ya Dar es Salaam. Mtu unachukua time ndefu, mfano kama una uwezo wa kufanya kazi tatu kwa siku unajikuta unafanya kazi moja, kwa sababu unatoka nyumbani alfajili, labda unaenda posta, unakuta posta unaingia saa nne kamili sasa hiyo kwa maendeleo tunayo ni bado yani, foleni zinapunguza sana maendeleo. Ujenzi wa barabara za juu maarufu kama flyover katika eneo la Tazara ni kati ya miradi inayotekelezwa jijini Dar es Salaam katika sehemu zote zenye misongamano. Temaruge Kasuga, Azam News, Dar es Salaam.